Uti wa mgongo wa serikali wa halmashauri ni mapato. Kwa hiyo mkurugenzi, tunakuamini sana katika ile eneo la mapato, yale yote ambayo tumekubaliana kwenye mapato ya halmashauri usimwonee mtu mwali. Yoyote ambaye anatakiwa kulipa alipe na yule ambaye atakaidi kulipa hatua stahiki zichukuliwe, kwa sababu hatuwezi kuwa tunatoa huduma, tunamhudumia mtu na anashindwa ku- kulipa kile ambacho kinamsababisha apate apate huduma. Lakini kuna swala lingine ambalo tukilisema itakuwa ni, ni dhambi bado. Mkurugenzi, mji wetu ni mchafu kama walivyosema wajumbe, kumekuwa na magunia katika kata mbalimbali mbali na maeneo mbalimbali, mimi niseme tu kwamba wale wakandarasi au wazabuni ambao wapo kwenye kata zetu, nafikiri mikataba yao ipitiwe upya. Kama kuna, kuna haja ya kuendelea na ule mzabuni apewe condition aendelee, kama hakuna haja wale watu waondolewe tafadhali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wewe kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.